Jambo, vipi? Karibu sana loko contenti, tuzipitie habari muhimu kuhusu Red Devils Manchester United. Je, Rubeni Amorim ataendelea kuwa kocha wa Manchester hata kama atapoteza mechi ya fainali ya Europa? Rashford inawezekana kuuzwa? Jadon Maliki Sancho anaelekea wapi? Tuzipitie zote hizi, tuweze kujua mambo yanakwendaje na nikwambie tu subscribe like share na comment, ili kuweza kuisaidia jamii kubwa ya local content. Kwa mujibu wa the Guardian, wanaripoti kwamba Manchester wanaendelea au wataendelea kuwa na imani na kocha wa Kireno Ruben Amorim hata kama watashindwa kupata matokeo katika mchezo wa fainali wa Europa League dhidi ya klabu ya Tottenham Hotspur. Uongozi chini ya Sir Jim pamoja na wengine wote wa Ineos wanaamini kabisa Amorim anahitaji muda na nafasi kuweza kujenga kikosi kipya ambacho kitahitaji angalau fedha kiasi kuweza kujenga kikosi kipya tofauti na kikosi ambacho kilichoachwa na Erik ten Hag. Hivyo, Amorim anapata sapoti na ataendelea kubaki kufanya kazi na Manchester United licha ya matokeo ambayo yatatokea dhidi ya Spurs kwenye ile fainali ya usiku mdogo wa Ulaya, Amorim yupo na ataendelea kubaki kwenye kikosi cha Manchester United. Taarifa nyingine ya muhimu ni kumhusu Marcus Rashford ambaye inaelezwa kwamba huenda akawa tayari kuondoka Manchester katika dirisha lijalo la joto na Manchester wanahitaji kiasi cha pauni milioni 40 ili kumweza kumwachia Marcus Rashford. Aston Villa inatajwa kwamba watapewa kipaumbele cha kumsajili, lakini taarifa zilizopo ni kwamba Marcus mwenyewe havutiwi na kusalia Aston Villa. Kuna taarifa ilikuwa inawahusisha wa Catalonia wa FC Barcelona, wameanza kufanya tafiti za kuweza kumpata Marcus. Hii ni taarifa nyingine ambayo pia ipo na imekuwa ikizungumzwa, kunatarajia kuona Marcus yakiondoka, lakini Marcus Rashford atajiunga au atarejea atarejea Manchester, uh, baada itapoanza ile pre-season, lakini huenda akaondoka baadaye, na kama ambavyo tayari meneja wa Villa amesema msimu wa Marcus Rashford pale kwenye klabu ya Aston Villa umekwisha kumalizika rasmi. Ukifunika la Marcus Rashford unaibua la Jadon Maliki Sancho ambaye tunafahamu namna alivyoondoka kwa Manchester pale na kwa sasa akiwa nakipiga kwa mkopo kwenye klabu ya soka ya Chelsea. Huenda akarejea Manchester. Chelsea walikubaliana kumnunua uh, Sancho kwa pauni kiasi ch cha ch ch ch milioni 20 mpaka 25, lakini ripoti zinasema kwamba mkataba huo unaweza ukabatilishwa uka kwa Chelsea kulipa kiasi cha pauni milioni tano peke yake na kuachana naye. Sasa kuna taarifa kutoka kule nchini Uturuki zikielezwa kwamba Jose Mourinho anawapa ana, ana go ahead Fenerbahce kuweza kumsajili uh, Jadon Sancho ambaye bado pia hata kwenye klabu ya Chelsea hajafanya vizuri. Kwa huenda Maliki Sancho akaelekea zake Uturuki kwenye klabu ya Fenerbahce kama mambo yatakwenda vizuri kabisa. Tuangazie kubwa nyingine ni kuhusu usajili ambako inaelezwa Manchester inamwangalia Ohan uh, Sancet. Huyu ni kiungo na Manchester wameanza katikwako, au wameanza au kwenye harakati za kupata saini ya kiungo wa Athletic Bilbao, huyu si mwingine ni Ohan Sancet. Na huu msimu Manchester imekuwa katika dirisha la kutafuta nyota kadhaa lakini mbali na huyo yuko bwana Cheki kutoka pale Lyon, pia naye anawindwa, na inaeleza mawakala wake wao wenyewe ndio wameonyeshwa kutaka mchezaji wao kwenye klabu ya, ya Manchester ambaye pia Cheki anavutiwa na vilabu kama Liverpool, Bayern Munich pamoja na PSG. Kwa hizi ni taarifa za viungo ambao wapo, lakini mbali na hilo, kuna taarifa kumuhusu Leroy Sane ambaye anamalizana na Bayern Munich ya nchi Ujerumani inaelezwa kwamba Bayern wako tayari kumuuza na mchezaji huyu amekuwa akipendekezwa kuweza kujiunga na Manchester. Unaiona dili ya Leroy Sane kuja Manchester, alipita Manchester City, sidhani kama hii ni dili ambayo itafaa. Lakini dili nyingine inamhusu akinda wa Kiargentina mwenye miaka kumi na saba, Franco Mastantuno. Uh, Mastantuno amekuwa akitajwa sana lakini dili hii ya ukinda huyu ambayo inaweza Manchester wamekuwa wakimfuatilia Franco. Madrid pia wametia mkono, tunajua namna ambavyo Madrid akitia mkono sehemu huwa kuna kwa kuna kuna mashaka mashaka. Kwa hiyo ukinda huyu uh, Franco kutoka uh, klabu ya River Plate ya pale nchini Argentina, Manchester wanamtaka kwa hali na mali. Ni kijana miaka 17 na tunafahamu Manchester kwa sasa inasajili vijana zaidi, lakini taarifa nyingine muhimu siku ya leo ni kwamba Joshua Zexi na Inter Inter wako katika rada mi, mi, mikunu ya kupita pita ili kuweza kumpata Joshua Zexi na wanaamini kwamba huenda enda kupata mafanikio na Inter, na ikumbukwe Joshua alifanya vizuri akiwa na klabu ya Bologna pale Serie A. Kwa Inter ni klabu ambayo kwa hivi karibuni inamtaka Joshua Zexi na wako tayari kumpata kwa mkopo, alafu baadaye wataangalia namna ya kuweza kumnunua Mholanzi huyo ambaye amekuwa hana wakati mzuri kwenye klabu ya Manchester United. Hizo ndizo ambazo update za muhimu kwa sasa kuwahusu Red Devils, Manchester United.